Mpenzi mtazamaji wa channel yako, channel yako pendwa Unyama TV, leo nakwenda kukuonyesha na kukuelekeza ni jinsi gani utaweza kuona password zako zote ambazo ulishawahi kujiunga kwenye baadhi ya program mbalimbali kwenye simu yako, uh, iwe ni Facebook, uh, iwe ni Instagram, uh, iwe ni WhatsApp na, na baadhi ya program mbalimbali, TikTok. Sasa nitakwenda kukuonyesha password zako zote, iwe ni password za mwaka jana, mwaka juzi, password zako zote. Google ina mfumo wa kuzihifadhi. so, uh, uh, ni jinsi gani ambao utaweza kuona? Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii, utakwenda kuelewa kila kitu. Cha kwanza uh kabisa kwa kama wewe ni mara ya kwanza kutazama video zetu, basi ni vizuri zaidi uka subscribe channel hii, ili ukawa ni mtu wa kwanza kutazama video zingine na maujanja mengine kibao yatakayokuja. So cha kwanza kabisa utakwenda kwenye faili lako la setting, yeah, faili lako la setting yes. Ukifika uh, hapo utascroll hapa chini yeah, hapa chini kabisa, kuna sehemu pameandikwa Google hapa, yeah, imeandikwa Google, nabonyeza ya. Ukifika hapa, utakwenda kubonyeza hii sehemu kwenye akaunti yako hapa hivi, nakwenda kubonyeza ya. Ukifika hapa, utakwenda kubonyeza sehemu imeandikwa manage account on this device hapa hivi na kwenda kubonyeza. Ukifika hapa kuna sehemu hii ya kwanza imeandikwa Google, alafu kwa chini kuna maneno kidogo madogo kidogo yameandikwa password ya yeah. mimi hapa naonyesha kuna password zaidi ya 30, password eh, password unabonyeza hapo ya yes, ukisha bonyeza unakuja hii sehemu pameandikwa Google Password Manager. Google Password Manager unakwenda kubonyeza ya yeah, so ukifika hapa utaona utaona mbalimbali ambazo ushawahi kujiunga na password. Yeah, mfano mimi hapa kuna hii sijui ni kampuni ya ya kubeti yani makokoro kibao, 399 bet, Azam TV Max, makokoro kibao, sibet power, makokoro mengi, Facebook, Google, Instagram, hizi yani, zote ni password ambazo ushawahi kujiunga zote hizi ni programu ambazo nishawahi kujiunga na password. So mfano sasa, tunataka kuangalia tunataka kuangalia sasa password moja wapo. Okay, tufanye mfano mfano, hata Facebook tuangalia hapa. Facebook nabonyeza hapo kwenye Facebook hapo, unathibitisha kwa kuweka password. Yes. Kama hivi unaona hapa ishawahi kujiunga kutoka kwenye hii namba, kuna password hapa kwenye hiyo vinukta nukta. Kwa kama unataka kuangalia sasa password yako, unabonyeza kwenye haka kajicho haka, kwenye haka kajicho unabonyeza, mfano mfano tubonyeze tu kama hivi yeah. Unaona hapa password ilikuwa ni hiyo hapo sijui Kibawe, yani mako kokoro kibao yani. Kwa hiyo password kama hizi wakati mwingine inakuwa ngumu kuzikalili, kwa hiyo Google ina mfumo wa kuzili na mfumo wa kuzihifadhi. Ya hiyo nyaka hiyo ni kwani password ya kwanza, kuna hii nyingine password ya pili, kama vuono unaweza kufungua hapo kaona. Na sasa sio zote mnaweza mkaziona hiyo <laughs> <laughs> eh, ya kuna password ziko nyingi sana password ziko nyingi so unaweza ukaangalia zote ya, kama ni Instagram unaangalia hapo, unafungua kidicho hicho kama nilivyokuonyesha. Napenie, kuna password ziko nyingi kama unavyoweza kuona, yani password za yani, toka ufungue toka ufungue, eh, toka ufungue akaunti ya Instagram, kwa kuna password zako zote ziko hapo mona, kama ni Google, kuna password pia ziko hapo, unaweza kuona unafungua yani, uh, ni, ni, ni, ni, ni programu zote yani ambazo ushawahi kujiunga zote zote, kuna password zinaonekana ziko hapo, ni makoko kibao, iwe Snapchat, eh, iwe ni TikTok. Kwa hiyo password zako zote zimehifadhiwa hapa so, mpaka hapo. na minuta nielewa vizuri so kama ulikuwa ni mara ya kwa eh, kwa kwanza kutuma video zetu, basi ni vizuri zaidi kwa subscribe eh, ili ukawa ni mtu wa kwanza kutazama video zingine pindi tutakapoweza. Kutoa so bye bye.